Ya, namshukuru Mungu kwa neema zake na rehema zake, kwa sababu kwanza tulikuwa tume tumekuja kwa ajili ya kupata pointi tatu, lakini awei tumepata pointi moja, hii kwetu ni kubwa sana, imeongeza kitu kwenye, kwenye akiba yetu ya pointi. Lakini nawashukuru sana washabiki wangu washabiki wa, wango, wa, wa Kelvin Nation popote walipo, lakini pia washabiki wa Pamba Football Club hususan wana Mwanza kwa ujumla. kwa hiyo Napenda kuwashukuru kwa, kwa sapoti yao. Naamini tuendelea kupambana kuhakikisha timu yao inafika juu zaidi msimu, na kwenda kucheza mechi inayofuata, unawambia nini unapamba hasa mashabiki? Ya, naeza nikasema wa, wawe na imani na sisi wachezaji wao kwa sababu tupo wawei, lakini tunajitoa kuhakikisha kwamba wanakuwa na furaha na Mwanza, lakini naamini tutarudi Mwanza tukiwa kifua mbele, hilo ndo nalichowaamini. Mimi nikutakia kila la heri sana. Pamoja sana. Karibu sana.